Jina langu ni Godfrey Gerald Komba. Leo tunakuletea kipindi cha watoto kutoka shule ya msingi Kabarage iliyopo kata ya Chamwino, manispaa ya Morogoro, mkoani Morogoro. Katika kipindi chetu cha Mazingira Club watoto watatufahamisha maana ya miruvu ni nini na ina majukumu yapi? Karibuni sana. Sasa twende tukajionee namna shughuli za kibinadamu zinavyoathiri vyanzo vya maji. Karibuni katika karibuni katika modo yetu hii tulioitengeneza, inaonyesha shughuli za kibinadamu zinazochangia uharibifu wa vyanzo vyetu vya maji. Kama hapa mnavyoona, maji yakiwa tiririka kutoka milimani ni masafi kwa sababu hakuna uharibifu wa mazingira na pia kuna utunzaji mzuri wa uoto wa asili, lakini kadri maji yanavyozidi kutiririka kama tunavyoona huu mto wetu, kuna wakazi walioanzisha maeneo yao kuishi pembezoni mwa vyanzo vya, mtu, apa, vya mtu, wapa, mto hapa alipoishi kwenye pembezoni mwa vyanzo vya mto. Hawa wakazi wapa wameanza kuchafua huu mto wetu, kama hapa tunavyouona wakazi wa maeneo haya huapa usemu wanafanya. Wakazi wa maeneo haya unyoshia ngombe zao pamoja na kuziogeshea katika mto huu. Hivyo pelekea katika kuchafua mto wetu. Kama tunavyoona hapa pembeni kuna kiwanda. Hiki kiwanda kinatiririsha maji yenye kemikali zenye sumu na, kue, na kuelekezea katika huu mto wetu. Lakini pia tunaona hapa pembezoni kuna shughuli za, za kilimo. Hizo shughuli za kilimo pale a wanapolima wanatifua tifua udongo. Wakitifua tifua udongo mvua kinyesha, mvua kinyesha, udongo wote huondoka na kuingia katika Hivyo mto wetu upungua kina, lakini pia hawa wakazi wapo yategemea maji haya haya katika shughuli zao za kibinadamu kama vile kunywa, kuogea, kusafisha nyumba zao hata vyombo vyao. Pia kama ilivyo kawaida, si watu wengi ambao wanachemsha maji na kuyachuja. Hawa wakazi wapa kunywa maji bila kuchemsha wala kuyachuja, hivyo wana hatari kubwa sana ya kupata magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu, kuhara na homa za matumbo. Lakini pia mf, mf, msimu wa mvua nyingi, hawa wakazi wapa wanaweza wakapata athari za mafuriko, wanaweza nyumba hizi kubomoka, kwa majengo, vifo vya wanyama na hata pia vifo vya watu. Hivyo hatushauriwi kujenga pembezoni mwa vyanzo vya, vya maji kama vile mito, maziwa na mabwawa, lakini pia hatushauriwi Hatushauriwi kulima pembezoni mwa vyanzo vya mito kujenga pembezoni mwa vyanzo vya mito au kuogeshea ng'ombe zetu katika mito. Kwa sababu kufanya hivyo tunachafua vyanzo vyetu vya, vya maji. Hapa kama tumeona hiki kiwanda kinavyotirisha kemikali zenye sumu. Tunajua kwenye maji wanaishi viumbe hai. Hizi kemikali zenye sumu zinaweza kuathiri viumbe hai waliokuwepo kwenye maji na hata pia wakazi hapa ambao wanategemea haya maji katika kuyatumia. Kama tukiwa tunataka kutumia haya maji kama vile kufulia kabla kufuria tunaweza tukachota na kwenda kufuria pembeni, lakini sio kufuria ndani ya huu mto. Lakini kama tunataka kuogeshea ng'ombe zetu, tunaweza tukajenga sehemu maalum kwa ajili ya kuogeshea ng'ombe zetu, pamoja pia na kuwonyesha maji. Kufanya kitendo hivi kwa kuweka mifugo yetu kwenye ma kunywesha mifugo yetu kwenye vyanzo vya maji na kulima pembezoni mwa mito na kutirisha kemikali zenye sumu kwenye mito yetu, kupelekea uharibifu wa mazingira, hivyo hatushauriwi. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa jina naitwa Apolonia Barnaba Melchior, nasoma shule ya msingi Kambarage iliyopo kata ya Chamwino, manispaa ya Morogoro, katika mkoa wa Morogoro. Jukumu mojawapo la Bodi ya Maji ya Bonde ya Wamiluvu ni kupanda miti rafiki pembezoni mwa vyanzo vya maji. Miti rafiki inayotakiwa ipandwe ni miti ya matunda, miti kama miembe, michungwa, miparachichi, mikenge na mingineyo. Hii miti hutupatia faida. Faida ya ya kwanza hutupatia hewa safi. Faida ya pili huzuia mmomonyoko wa udongo. Faida ya tatu kuzuia mabadiliko ya tabia ya nchi. Faida ya mwisho hutupatia matunda. Miti hii ina hatua tatu za upandaji. Hatua ya kwanza ni kuandaa shimo, na hatua ya pili ni kuchukua mti wetu na kuuchana, na tutahakikisha wakati tunauchana huu mti udongo usimomonyoke. Baada ya kuuchana, hii karatasi ambayo tutatakiwa tuichanie tuihifadhi sehemu safi au kwenye pipa la taka au kwenye shimo la taka. Baada ya hapo tutaupanda mti wetu. Baada ya kupanda huu mti wetu tutahakikisha udongo ambao umetoka kwenye shimo tutauweka ili kuzuia huu udongo ulioshikilia mmea wetu kuonekana. Baada ya hapo tutachukua maji na tutaanza kumwagilia. Tunapomwagilia hatutakiwi siku hiyo tutakayopanda ndio tumwagilie. Tutamwagia daima mpaka uwe mkubwa.